Naomba nimkaribishe mwenyekiti wa wateni wa Usukumani kwa ajili ya kutoa neno la baraka ili baadaye tuweze kwenda uwanjani kwa ajili ya kutoa neno kwa watu. Karibu mwenyekiti. ūvevel ūva uli <coughs> nsumbi wise tulikulomba untemihanga ya laisi wise jamhuri ya muungano wa Tanzania Mayo Samia Suluhu Hasani unsungu lelo bango atume atūmamichiza niswe twikalena būhozu ūmwisī ise na būyegi būtaale nguno īlīmo baba ryoba ūlī ūntīmihanga ya alī ntūmami wa lūbazū lwa banhū ngoejia banhū baba nū ying'we bago ko ba kū migongo no kūbūta

ikula ja bulaise na ahangale duhu nchami ali timihanga ya na a bambeleja bakwe ababunge na ba diwani bajiyoole pye ikula bangunane chiza bang'winhe nguzu ja kutumamila baba matunda wise twakulumba nonono no. eshi uli ng'wigwi na watwigwaga twa kwanzila maganza gako gayo yeah. waweja nonono no. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya, tunakuomba sasa baada ya baraka hii uweze kuteta kidogo na wateni wa Usukumani, na baada ya hapo utaenda kwenye tamasha kuongea na jamii. Naam, Mheshimiwa Rais, kama mhifadhi alivyotuambia kwamba kwa heshima na taadhima tunaosania miaka saba mpaka sabini na tano ni kwamba, Mheshimiwa Rais, watoto wa kikundi hiki kwa kufuata jinsia kwa kusalimia wewe na Watanzania wote waliokwopa wawasikie, lakini wana ujumbe muhimu kwa Watanzania, Mheshimiwa Rais, kwa baraza yako <tangani> Samia Suluhu Hassan, Oye! Wewe mtoto unaitwa nani? Katoto kabela. Una miaka mingapi? Na miaka saba. Wewe mtoto, katoto ni nini? Ni asubuhi na mapema, ulimwambia. Kwa nini katoto asubuhi na mapema ulimwambia? Kwa kwa sababu Dr. Do, Samia Sasa, ah hatuchina na chama cha cha cha CCM asubuhi na mapema ulimwambia. Wewe mtoto unasoma shule?

Watanzania Wa oh ye wadogo wa Tanzania tukiongoza na mwanamke namba moja Tanzania, mwanamke jasiri, Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, oh Rais wetu unatoa ujumbe gani kwa Watanzania watoeka hapa wanakutia kwa sasa Watanzania oye oh, Utulivu na mshikamano wa taifa letu isi si sote tutatoweka wa Tanzania tuvikane natu za maisha tulisongeshe zaidi, watatweka Tanzania oye asalimiakavo salimiasikie watanzania oye, mwanamke wa dalila jasiri namba moja Tanzania Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania oye, ninawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee Mama yuko kazini, mtoto yeah! yeah! nani? Ninaitwa etonesh zaidiemanininawetaibebwee jina la Seirshonga. Nasoma katika shule ya sekondari Bukindo, Ukerewe, Mwanza, Tanzania. yeah! We mtoto, kwa nini we na dogo zako mmekuja kupiga ngoma kwa tamasha hili na ngoma za asili hapa mjini Mwanza? Mimi na wadogo zangu pamoja na kikundi chetu chaaa apvipaji vyenu mnataka nini? mimi na wadogo zangu pamoja na kikundi hicho chamaugachelangomeasirukere tunawataka watanzania wote wenye sifa wa kuchagua na kuchaguliwa wakiongozwa na rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan wajitokeza kushiriki uchaguzi mkuu mwezi wa kumi mwaka huu kwa kuomba nafasi za diwani na ubunge kwenye majimbo mbalimbali ya uchaguzi hapa nchini kwa kudumisha amani. Mtoto unafahamu gani rasmi kwa ngoma za asili hapa ha, mjini Mwanza ha. Ndiyo. Ndio ni nani huyo? Sio mwingine ni mwanamke wa jasiri namba moja Tanzania. Lakini mwezi Septemba mwaka jana pia nilishiriki tamasha la tatu la utamaduni kitaifa lilofanyika mkoa mkoani Songea. Ninakumbuka niliahidi kwamba kutokana na umuhimu wake, umuhimu wa matamasha hayo taendelea kushiriki matamasha haya, uh, kila nafasi itakavyo niruhusu. Furaha yangu ni kuwa mwaka huu nimeweza kushiriki tamasha hili la Bulabo. Ninawapongeza wote waliofanya maandalizi ya tamasha hili la utamaduni ya jamii ya Wasukuma. Kama tulivyoona tamasha hili limepambwa kwa shughuli na matokeo mbalimbali katika viwanja hivi yakiwemo mashindano ya ngoma na mmeweza kuona zawadi zimetoka hapa, na nyimbo za asili, nyimbo za kisiasa, nyimbo za kuhamasisha jamii yetu kuangalia haki mbalimbali mbali za makundi mbalimbali mbali. Lakini pia naambiwa kulikuwa na maonyesho ya mavazi ya asili, maonyesho ya jasiriamali mbalimbali, na utoaji wa elimu kuhusu dawa za asili na uwasilishaji wa mada mbalimbali mbali nilivyoingia kwenye uwanja huu nilipita kwenye mabanda na nikaona uh, maonyesho ya dawa ya asili lakini asili ya Usukuma, nilielezwa kwa kirefu katika mabanda yale ya maonyesho. Tunawapongeza sana kamati ya maandalizi ya tamasha hili, machifu, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza hadi wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo lakini pia viongozi wa dini, kwa sababu kwenye tamasha hili nimeambiwa kutakuwa na shughuli ya kidini pia au za kidini pia. Ndugu zangu, naomba tuwapigie makofi sana kwa kazi nzuri walioifanya kwetu sisi. Serikali tunafarijika sana kuona mafanikio makubwa ya maandalizi ya tamasha hili tangu kuanzishwa kwake mwaka 1968 nane. Hivyo wote tunawaambia hongereni sana. Ndugu wananchi, kabla ya kuja hapa, kama nilivyosema, nilitembelea makumbusho ya Bujora. Nilikwenda kule ili kupata baraka za asili na jadi ya Usukuma, kama ilivyo uh, alivyosema chifu wa Wasukuma. Nilianzia kule kuangalia historia, lakini pia kupewa baraka na hasa mwaka huu wa jambo linalotukabili mbele. Kwa hiyo hapa niko ni na baraka tele za Wasukuma kwenye uchaguzi ujao, na ni imani yangu kwamba machifu wengine pia na wenyewe wamenipa baraka zao. Hakika nimeshuhudia mambo ya kihistoria, mila na desturi ambayo yanaendelea kurithishwa kwa watoto na vijana wetu. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha tunakuwa na taifa lenye nguvu kazi uh, inayoenzi maadili ya Kitanzania, na niwapongeze sana kwa kudumisha utamaduni huu. Ndugu wananchi, napenda kuwajulisha kwa kwamba kutokana na umuhimu wake, serikali imeamua kuyakuza na kuyatumia matamasha kama haya kudumisha utamaduni, mila na desturi zetu. Na nakumbuka wakati nikifungua tamasha hili mwaka ishirini na moja nilielekeza Wizara ya Habari, Utamaduni, sana na Michezo kuhakikisha inashirikiana na, na uongozi wa mkoa na uongozi wa kituo cha Bujora kuliratibu tamasha hili. Ninafurahi kuona kwamba kama alivyosema waziri, hatua zote zimechukuliwa na mambo makubwa zaidi yanapangwa na wizara ili kuenzi matamasha yetu, mila, desturi na tamaduni zetu. Ndugu zangu, katika kuenzi utamaduni wa Afrika hata wimbo wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, tukisoma ubeti wa pili unasema uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila na desturi zetu. Kwa hiyo hata ndani ya Afrika Mashariki hilo nalo limepewa umuhimu, na katika wimbo wetu ule hilo tumeliweka vizuri. Hivyo niendelee kuwataka wananchi kutumia matamasha ya kitamaduni kama sehemu ya kuimarisha utamaduni mila na desturi zetu kwa jamii yetu ya Watanzania. Baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere alituambia taifa linalopoteza utamaduni ni taifa mfu. Lakini kwa ajili ya kutambua kwamba katika taifa hili wewe ni mwanamke pekee na wa kwanza kuchukua haya madaraka ya uraisi, lakini tukifahamu wazi kabisa kwamba ndani ya Afrika Mashariki na ni mmoja kati ya marais wanawake, na kwa muktadha huu, tukaamua sasa sisi makumbusho tukishirikiana na watemi chini ya wizara ya utamaduni, habari, sanaa na michezo tuanzishe makumbusho yako. Makumbusho haya yatakuwa yakionyesha hii ngozi ambayo ni uongozi wako ulio mzuri kabisa, ni uongozi ambao hauwezi ukabughudhiwa.